Leo mitihani ambayo tuliokuwa nayo, familia moja ya baba mmoja, watoto ndugu hawaelewani, ndugu wa baba mmoja wa kike na wa kiume hawaelewani, bali ukoo mzima ambao umefungamana na familia moja inayotoka katika asili ya masdari moja ya ukoo wao ambao ni sila baina yao ya kuunga watu wale, hawaelewani kitu gani? Kinachoweza kusababishia hawa watu wasielewane, mambo mawili makuu. Kwanza ni kuwa mbali na mafundisho ya Qur'ani na sunna za mtume Muhammad sallallahu alayhi alaihi wasallam. Hilo la kwanza. La pili, madhara ya ulimwengu kututeka imetusababishia sisi tunakatana kwa sababu, kila mmoja ya rabbi nafsi, kila mmoja ya rabbi nafsi, nafsi nafsi, nafsi yangu mimi na mwanangu na mke wangu. Imehama kwenye ukoo, imebaki mtu anadhani familia ni baina yake yeye mwenyewe na mke wake na watoto basi hajali kaka yake, hajali dada yake, hajali baba yake mkubwa, babake mdogo, hajali shangazi yake, hajali mama yake mkubwa, mamake mdogo.